Wa eh, no, wanaume watano sita wanaweza kusimama wanaume wana wana wa wana wa am eh, ah, e tu waje, wanaume watano sita wanaweza kusimama, sio mbali, amna foleni huku, mwendo wa dakika sita tu jamani, tuwaini wanaume, mwendo wa dakika sita tu Arafa. Wanaume wanaweza kusimama, kusimama tupunguze jamu dakika tano usimame hapo. Hata dereva gari hajui kuendesha. Sikasema kijishe kijipa hapa, mwendo wa dakika sita tu mpaka Arafa. Uh, so sana. Jamani, watu vijana vijana, njoni Gari lingine tena la kusimama litajaa sana mbola ili kama, na huko nako kuna kusimama hilo gari lingine jamani. <tos> <tos> mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. E, karibu saa tisa za usiku mahujaji wa taasisi ya iTravel Hajj jumla e, ndio wanatoka kuelekea katika mabasi tayari kuelekea katika eneo la Arafa. Ni rasmi kilele cha hija e, leo ambayo hija ni Arafa, hija ni Arafa kama mnavyoona Hakuna aliachwa jamani. Hakuna aliachwa kina mama. Hakuna aliachwa. Eh? Wote mpo. Jamani, hakuna aliachwa. Usimsahau huyu. Dokta, hakuna mtu aliachwa. Hamna. Jamani, tarbia tusisahau eh. Tarbia tarbia, tarbia.

Tarbia, tarbia tarbia, jamani, mpenzi mtazamaji, ni saa nane na dakika kumi na mbili kutoka katika eneo eh, la Mina, hivi sasa tunaelekea katika viwanja vya Arafa eh, kwa ajili ya rasmi ibada ya hija leo tarehe tano mwezi wa sita mwaka wa elfu mbili na ishirini tatu ni msafara wa mahujaji wa taasisi ya Itravel Haji ndi umla. Mabasi ni mengi sana, na magari ya usalama pia yamejai sana, kuwapeleka watu katika eneo la viwanja vya Arafa.

Kuna... manake nimeambiwa kwamba umeondoka umerudi umerudi ndani. Mbona hamsomi talbia, mmechoka? labbaik inna alhamda wanniimata laka walmulk la sharika laka labbaik Allahumma labbaik

Hema hili la kwanza. Hema hili hapa la kwanza hili. Hema la kwanza hili. Wanawake.